Ok, dada Elice karibu tena Sante. We nawe ni dada yetu ambayo umekaa kazini kwa uaminifu umemaliza mkataba wako yeah, na umerudi hapa ukiwa tayari umehatua fulani una hatua fulani ambayo tayari tumeshazungumza, lakini kwa kuwa kwa tuko hapa yeah, ni vizuri wadada wengine wanaokusikiliza ambao kwa namna moja au nyingine wanatafuta na wao namna ya kutimiza ndoto zao, hebu waonyeshe njia ambayo we umepita. Karibu mii → mimi. Mm. niliona dada senta mtandaoni. mm -hmm. Nikafika hapa. mm -hmm. Nikapeleka kazini, nikafika kule. mm -hmm. Nimefanya kazi. Ulitokea wapi wakati unakuja hapa? Mm. Nilitokea Kinondoni. Kinondoni? Kwa hiyo ulikuwaga hapa hapa da, lakini ulikuwa, ulikuwa huna kazi. mm -hmm. Okay, sawa. Mm. Ulivyotuona mtandaoni ukaja ukakubaliana na utaratibu wetu wa kwenda kufanya kazi mwaka mmoja na sasa ndio umemaliza? Ndio nimemaliza. Mhm mm. Nimerudi kwa mm -hmm. wajiri ya zamana. Wajiri ya zamana mhm mm mm -hmm. Sawa, lakini malengo yako vipi? Maana malengo yangu, ee. nilikuwa nifanye kazi niweze kwenda kusomea mambo ya urembo. Wewe unapenda mambo ya urembo? Ndiyo. Aha. kwa hiyo vipi mipango ya kwenda kwenye urembo, imeshakamilika imeshatimia? Ndiyo. Kivipi? Nishapata ada. Umeshapata ada? mm -hmm. Ada ninayo. Ada unayo? Ndiyo. mm -hmm. Nikimaliza kujifunza kama ela, mtaji wangu utakuwa ujatosha mm -hmm. kwa ajili ya kufungua saluni mm -hmm. nitarudi hapa tena Mm -hmm. Kufanya kazi mm. Kutimiza, kufungua, saluni yangu. Wow, wow, mm. Wow, wow. Hongera wow. Sana sana dada Elice mm. Kwa hiyo chuo gani unataka kwenda kusoma mambo ya urembo? mm. Mm. Okay, ushaulizia gharama hostel? Ndio, nimetoka huko leo. Ulienda eh. huko uh -huh. Kwa hiyo chuo unaanza lini? Kesho kutwa na utakuwa unaishi pale pale ama utakuwa unaishi nyumbani, utakuwa unaishi wapi? Kwa dada Kinondoni. Utakuwa unatokea una Kinondoni kuja chuoni huku. ni kwa muda gani kozi yako unasoma kusoma short course ya miezi mitatu? Kwa hiyo miezi mitatu utakuwa mm -hmm, umejua vitu gani? unachukua kusuka, nini na nini? Kusuka, kusuka kufunga malemba na kufunga malemba na makeup hivyo ndivyo vitu utakavyosoma kwa muda wa miezi mitatu. Mm. Okay, sawa. Eh, unajisikiaje sasa baada ya hizo hatua ulizochukua? Kwanza ukaja umeenda kufanya kazi sahivi una hela ya ada. Yani, unaongea mtu ambaye ana matumaini, unamwona mtu ambaye ana confidence, yani eh na ada nayo tayari, nishaenda chuo nishajaza fomu, yaani umeona eh? yaani unaongea vitu fulani vya mtu ambaye ana maono na ana malengo na ana matumaini. Unajisikiaje? unajisikia vizuri mm -hmm. unajisikia vizuri eh? kama kama mdada kama binti, mtoto wa kike eh? Mama, una mtoto? Ndio, nina mtoto. yuko wapi? kwa baba yake. Arusha wapi huko? Arusha, Arusha. Mm -hmm. oh, sasa unaenda kumwona lini? nitaenda nitaenda kwanza kusuka nikimaliza, da, da, ndo, da, utapanga plan. Okay. Nice. Sawa, dada Elice, sisi tunakutakia kila la heri. E, nenda kasome, nani dhamana yako watashughulikia hapa, wameiona maana kwanza msiposimamia dhamana zikaletwa, hiyo ni, ni changamoto. Wameiona kwa ili tumwe eh, hiyo ni muhimu sana, ili sisi tukulipe dhamana lazima tuione ile kopi ya mwamala ile sawa eh. Eh, lakini kama wameiona sawa, maana kuna wengine wanakuwaga hawakufuatilia dhamana zao hazikutumwa kwa hiyo inabidi umkabe bosi wako akulipe hela yako, lakini kama kwa sababu, simu ambayo nilikuwa nayo, ha, lakini wao si walirekodi si ulituma <hazio> e, safi. Hmm. Yaani kama ikitumwa inaonekana ila asiyetuma tuwezi kuona na tusipoiona itabidi uongee na mtandao wako, kwa sababu sisi uzuri hela hapa tupokee kesh. Kwa hiyo ukisema nilituma, si tuna namba zetu mbili au tatu, itabidi tukague mitandao ya simu, tutaenda mpaka kwenye mtandao wako, si ulituma, tunakuuliza eh, ilikuwa lini, wale watatuambia kama hiyo hela ilitumwa au la. Kwa hiyo huna pa kutokea, kwa sababu wengine wanajifanyaga tumetuma, tukiwabana wana wenyewe wanalipa wana, wana upya anabidi amlipe dada Sawa, lakini kwa kuwa wewe yako yako yako imeonekana haina shida, dhamana yako utapewa. Grace, dhamana yako ulipata au? <laughs> <Awe>, una ishu <laughs> za dhamana. wishapate. <laughs> wishapate? <laughs> Okay, sawa haya. Jamani, ongereni uh sana, ongereni uh -huh. E, kwa sababu sio wasichana wengi wana wana ile uh, si ni unajua, ukiwa na malengo ni rahisi kuvumilia changamoto za kazi, kwa sababu hakuna kazi rahisi yeah. hakuna kazi rahisi, kazi zote hata utakapoenda yeah. kuanzisha, Ipo. yani changamoto zipo, ndio hivyo sasa. Kama una malengo, huwezi kuvumilia. Kwa hiyo kuna baadhi ya wasichana huwa wanajikuta tu anaishia njiani. Kwa hiyo ninachowapongeza kikubwa ni kwamba nyinyi mmeweza kupambana mpaka mmefikia hatua fulani, yani umetimiza malengo yako, na malengo unaenda hivyo hivyo Utakuja utamaliza ya kusoma lengo umetimiza, si ndio? Unaendelea na lengo lingine kama ulivyosema, la kuanzisha saluni. Kama mtaji hausomeki unarudi hapa unafanya kazi unapata unakusanya mtaji. Hakuna maisha ya kulala na kuamka alafu una kila kitu, ndio unachojaribu kusema. Yaani kwamba tu ume, umepanda mbuyu si mchicha leo eti, ume, leo, leo umekuwa mbuyu. Hicho kitu kipo hakuna, kuna prosesi. Ndio kitu ambacho watu wengi hawakijui, ya anataka tu acheze kamari au mwana wa dada wengi apate tu bwana maisha yake ya ya me, hakuna. Hata sisi wanawake Mungu alituumba ni wasaidizi, maanake lazima usaidie kwenye zile prosesi za maendeleo lakini si tumeaminishwa kwenye mila zetu, unatakiwa tu utafute bwana mwenye nini? Sasa na Biblia inasema nitakufanyia wa kufanana naye, si ndio? mm. kwao kama unataka mwenye hela na wewe unatakiwa uwe na nini? ndio ah, hiyo <laughs> <laughs>